Waziri wa Viwanda na Biashara Selemani Jafo ameshiriki kwenye zoezi la ugawaji tuzo kwa wafanyabiashara wa Kariakoo, huku akitoa pongezi kwa ubunifu huo ambao utakaochochea wafanyabiashara kuwa makini kwenye shughuli. Wakiambiwa Jafo anafika saa saba na dakika ishirini, manake saa saba na dakika ishirini. Niwashukuru, niwashukuru kwa jambo hili kubwa la leo la tuzo ambalo linaenda kuhakikisha kwamba linawatunuku watu na kuwapa spiriti kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri na haya ndiyo malengo makubwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi chake cha serikali ya awamu ya sita, mmeona katika kuweka misingi mizuri ya kibiashara nchi yetu. Nchi ameifungua sio Kariakoo, ameifungua nchi kwa ukubwa wake wote. Tunafahamu jinsi gani hasa utaratibu wa biashara na uwekezaji nchi yetu umebadilika toka serikali ya awamu ya, ya sita ilivyoingia Mama aliamua kuhakikisha kwamba kuhakikisha maeneo mbalimbali yafanye vizuri upande wa uwekezaji na upande wa biashara, na hili mmeliona akilizungumza yeye mwenyewe na kulisimamia, na hata hivi karibuni kuunda timu ya rais ya kuhakikisha nafuatilia masuala ya kodi, kuona changamoto zote ambazo zinawakabili wa biashara. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan mlipoandaa award hizi, 2025, nilipopata ujumbe huu japo kwa muda mfupi, nikasema jambo hili ni la kwangu. Naomba niwapongeze tena kwa mara nyingine wote mlioandaa jambo hili. Mmoja wa mshindi wa tuzo hiyo Eunice Bushanga ambaye ni mkurugenzi Mwangaza stationery na supply, ameeleza kuwa kwenye tuzo hizo zilikuwa na watu wengi, hivyo hapakuwa na upendeleo kabisa na kwa watu ambao wanafuatilia, mimi pia ni bora kwa sababu kazi yangu inajieleza. Nimekuwa nikifanya vizuri zaidi, japo namshukuru Mungu kwa sababu yote ni ya Mungu. Tuko watu wengi sana, na hawa watu waliotoa tuzo, kuna vitu ambavyo wamezingatia. Kwa hiyo uh, siwezi kusema kwamba wamenipendelea. Mnastahili kupata kwa sababu najituma, nafanya kazi kwa hiyo habari ya stationery niko vizuri kwa kweli. Changamoto ambayo naipitia ni hasa ni kuhusu Wachina, Wachina wananisumbua sana, hususani kwenye uingizaji wa mizigo. Sisi kama Watanzania na mimi nikiwa kama mdada, nina uwezo wa kuingiza bidhaa nchini na Wachina wanastahili kuja kuwekeza kwa ajili ya viwanda. Sisi tunia kwao, lakini tunaenda kununua sehemu ambayo na wao wanatoa, wanaleta wanauza kwa bei za chini sana ambazo sisi tunanulia China kwao. Tukija huku tunapata changamoto zaidi. Mfano kama mimi naingiza mizigo mingi sana. Sasa kitu ambacho ningeweza kumwomba Mheshimiwa Samia atusaidie kujaribu kuwaondoa, na kama sio kuwaondoa kabisa waje wawekeze kwa ajili ya viwanda na sio kuleta bidhaa ambazo mimi Mtanzania na uwezo wa kuimpoti mwenyewe. Watanzania tunaweza.